Kwa kuona umuhimu wa kutunza historia ya taifa letu kupitia kitabu hiki cha miaka sitini ya mbio za mwenge wa uhuru. Kitabu hiki ni urithi na rejea muhimu, kwani kinatufundisha na kutukumbusha kuhusu haki, usawa, amani, umoja na mshikamano wa kitaifa tulio nao, ambao msingi wake ulijengwa na waasisi wetu kupitia mwenge wa uhuru na falsafa yake. Hiki ni kitabu cha safari ya miaka 60 ya mbio za mwenge wa uhuru. Kitabu hiki kimeandikwa mahususi ili kuhifadhi maono ya waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuendeleza falsafa ya mwenge wa uhuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki hii tulikuwa na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa, shughuli ambayo ilianza tarehe nane Oktoba mwaka 2025 katika viwanja vya windini vilivyopo hapa Mbeya, na leo hii Mheshimiwa makamu wa rais, amefikia kilele chake. Nataka kutumia nafasi hii kukushukuru wewe kwa kutupa heshima ya kutufungia maonyesho hayo, na katika kipindi cha wiki hii moja tumeshuhudia vijana na wadau wa maendeleo ya vijana wakionyesha fursa zilizopo na shughuli za maendeleo na ubunifu wanazozifanya. Maonyesho haya yamedhihirisha kuwa taifa lina hazina kubwa ya vijana mahiri wabunifu na wazalendo.